Viongozi wa wanawake na vijana kutoka pwani wamepokea kwa furaha ujumuishaji wao katika chama cha Umwenga Wehu kilichozinduliwa hivi karibuni. Dkt. Luciana Swazua, mjumbe wa wanawake wa Mombasa katika chama hicho, alisema kuwa Umwenga Wehu unatoa jukwaa ambalo lilikuwa limechelewa sana kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika uongozi na mipango ya maendeleo. Pia alibaini kuwa wanawake wa Mijikenda wamekuwa wakitengwa katika maeneo ya kufanya maamuzi. <tokine> <tokine> <tokine> <Life> Hivyo ninao matumaini sana kuhusu mwanzo huu, ya kwamba mwanamke sasa wa Kimijikenda naye atapata nafasi ya kujiexpress politically ya kuweza pia kutoa mchango wake katika maendeleo ya kijamii na hata ya kiuchumi katika taifa hili, ya kwamba pia atapata nafasi sawia na msichana yoyote mwingine kule nchini Kenya na hata nje ya kwamba anaweza asome afikie kiwango cha mafanikio kile ambacho ametamani. Maanake kusema ulo kweli, kila mtu ni mtu na kila ndoto is valid, valid as someone said every dream is valid. The women of course have dreams, na ni haki na ni vyema ya kwamba tusupport hizi dreams ziweze kufanikiwa. Hili vuguvugu ambalo limekuja hapa si la kuangazia upande wa siasa peke yake ama kuangazia masuala ya siasa, ni kuangazia masuala yote ya development, kuangalia masuala ya uh, social and economic empowerment. Ukiangalia Mijikenda, ni jambo gani hasa ambalo anatajwa nalo upande huu wetu wa Pwani? Tuko na mnazi, lakini ukiangalia mnazi haujaweza kusambaa ndani ya hii Kenya. Tunaletewa mgoka tunaletewa miraa inatoka kule kwingine. Je, huu mnazi wetu ambao tuko nao kama Mijikenda hawezi kufanyiwa value addition? Hawezi kuongezwa ili ukaweza kufika mahali na sisi tukajitambua kama Mijikenda? Hayo ni maswali ambayo tumekuwa nayo, na japo tumekuwa na viongozi viongozi ambao wamekuwa kule mbele, tukiangalia sana sana, hawakuwa hawakuwa na ile ari ya kwamba wanaangalia masuala haya yote ya kimiji Ukiangalia ndani ya, ya, ya, ya hii coast ukanda huu wa pwani tuko na bahari iko hapa imelala. Ukiangalia vilevile tuko na madini mengi sana, lakini viongozi ambao wamekuwa wakisema ama wakijiita tunasema ni reond wao ndo wanasema wanawakilishi wa Mijikenda, wanapofika kwenye masuala haya ya development, wanajiangalia wao na sekta kidogo sana ama familia zao. Kwa hivyo ni wakati sana sasa hii vile ambavyo tunaongea ya kwamba Mijikenda ameweza kuamka. Mijikenda sote tukishikana, tukiwa kitu kimoja, hapo tutakuwa na kauli moja kama Mijikenda. Mijikenda kwa ufupi tumeachwa nyuma, na hasa Waribe katika Mijikenda. Waribe ni wachache sana, ni wachache sana, hata watambuliki. Lakini sasa nilivyosikia huu umoja umeanza, nilifurahi sana kwa sababu sote tutakuwa kitu kimoja.